Mheshimiwa Erasto Mpete, kama mke wake na kwa niaba ya familia ninasimama mbele yenu wanamfereke na wanakata Utalingolo wote kwa lengo moja tu ambalo ni kuja kuwaombeni kura yenu.

kuwatumikia Amina. Ana majukumu ya kifamilia, ana majukumu mengi sana, lakini kwa kuwa huyu Mama ni kichwa safi mama, yaani angekuwa mtu mwingine, sidhani kama angeweza. Naongea hivyo kwa sababu mimi ndo mtu wake wa jirani mimi Il, niko pembeni yake kumsapoti ili aweze kuwatumikia wanaongije mama wangu. Nashangaa ma nilichotaka kuongea mume wangu kaongea kabla. Mwamba <Heroes> ninatambua uchache wa wana Mpete, lakini mambo yenu ni makubwa, hivyo Mpete hi Naombeni sana tarehe 29 Oktoba, mpe kura ya ndio mume wangu mpendwa sana, ea tunamaanisha kwa mambo haya yote aliyofanyika, ndugu zangu, tunamaanisha tunafanya nini nini? Tunamaanisha takama ku natoa kura kwa Mpete akish, natoa kura kwa Deo Manyika akish, natoa kura ninawaomba sana wanamfereti, ninawaomba sana.